Viongozi wa kisiasa wameahidi kuweka sheria ya kuwalinda wanamuziki pamoja na kazi zao za sanaa, huku mashirika yanayosimamia sanaa za wanamuziki yakitakiwa kuendesha majukumu yao kwa manufaa ya wasanii hawa ambao wamelemewa ama wanalemewa na uzito wa maisha licha ya umaarufu wa kazi zao. Edwin Sasaka anaripoti <muchas> ni kauli iliyojitokeza katika hafla ya mchango wa kuwapiga jeki wanamuziki kaunti ya Bungoma. Baadhi ya viongozi wa kisiasa waliohudhuria hafla hii wakitaka hatua wa kali za kisheria kuchukuliwa dhidi ya bodi ya ukusanyaji mapato ya wasanii wa muziki Kenya Music Copyright kwa tuhuma za kuwanyanyaza wanamuziki hao. Tulikuwa wanatoa pesa yao ya royalties kulingana na sheria ya Kenya Music Copyright Act, na kuna yule mtu ambaye alikuwa anakula pesa ya wanamuziki mimi nasema yule mtu ya pesa ya wanamuziki ashikwe na afungwe kabisa afungwe miaka 67. Kwa sababu ukikula pesa ya wanamuziki wale wanaimba, tumeweka sheria kwamba wimbo yoyote ambayo unasikia kwa redio kama wewe ni wa matatu, mbona ukuwe na leseni ambayo umelipa pesa ya kusaidia wanamuziki hawa wetu wa taifa la nchi ya Kenya and if a government institution katika hafla hii pia, seneta wa kaunti ya Bungoma David Wafula Wakoli, amerai gavana wa kaunti ya Bungoma Ken Lusaka kuwatunukua wanamuziki wa kaunti hii ardhi ya kujenga mahali pa kufanya kazi yao, rai ambayo gavana Lusaka aliahidi kuangazia. Through your leadership, moja ama eka mbili, tupatia hawa wasanii. Kwa bajeti tuweka about 10-15 million, tunajenga hiyo kitu, tunamaliza. So but, wale ambao wanataka kusomea kupiga gitaa, keyboard, wewe unaenda, unaregista, unafunzwa, ukimaliza, unaenda nyumbani. katika afula hii iliyofanikisha kuchangwa kwa shilingi milioni tatu nukta moja uongozi wa serikali ya Kenya Kwanza ulitetewa, huku siasa za uridhi wa rais Ruto kuzungumziwa pia. Hiyo vitu ambavyo ametukuza, yani sisi ame, ame sisi ametuyakala namna hii meuma, ametuyakala namna hii, sio rahisi kusimama na wanasanii, sio rahisi wakati ya madaraka. Umeambiwa tumepata stadium Bungoma, tumepata State Lodge. Tumepata mabarabara tumepata level six inakuja. Ukikosa mafuta na gari iko kwa mteremko na huko na break, si unaweza kusimama hapa? Westa, si utasimama? Sasa serikali imefika hapa, ile imebaki ni nyinyi kuvuruta ikuja hapa. Ili state house nasikia inapangwa sasa hapa Bungoma. Munafikiri yo state house kina nani watakuja kukaa? Nikiripotia West TV. Jina langu ni Edwin Sasaka.